Sheikh, kulingana na swali hilo, mtazamaji katuma kauliza swali juu ya swali hilo. No. Nah. Kauliza ni, aya, ni, sura gani inaelezea swala la zina na ni aya gani? Mungu na Mtume anasema wala taqrabu zina inna kana fahisha musa'a sabiyya, sura An-Nisa. <mandu> wala taqrabu zina, usikaribie zina. Sasa. Awesome. Kwa nini Mungu anasema usizuie usikaribie zina? Maana zina haanzi hivi, ina ina muqaddimat ina hmm. Kitu <mandu> inatangulia. Mpaka no. wa watu wanasalimiana mm. wanakaa wanaongea maneno wanaongea ndefu sana mm. yaani wanashikana shikana, shikana. Hapo inaanza zina. Hawezi kuanza maneno kwa maneno maneno hapo hapo tu ah, lazima ina kitu inatangulia ambaye inatengeneza muqaddima hii mm. Sasa Mungu Subhanahu wa ta'ala, badala kuharamisha zina moja kwa moja, kaharamisha ambaye kitu inasababisha kupelekea mwanamke azina. Wala taqrabu zina, kwa nini Mungu asema ni fahish, kitu mbaya sana na huenda atakubalia katika njia mbaya. Njia mbaya ukimwi, aa a, baraka katika watoto wako, familia yako, riziki yako. Watu wengi riziki hawafanyikiwi, hadithi dhaifu, lakini kwa jumla maasi yote inatoa baraka na khairi katika mali yako, katika riziki yako, katika wakati wako <tuhengi> Sasa hii aya ipo, wala takarabu zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kina mama kina mama asizini wakati wanachukua baia kina mama wa mm. Madina no. kwambia, ushirikisheni Mungu mmoja wenu asifanye zina katika ile, mmoja wenu asizini. Hind no. mke wa Abu Sufyan mm. ana sirimu ya amesirimu tu, aseme ya Rasulullah

mwingia mtu mgeni mm. Unastahidi kuweka mazingira sawa mm -hmm. Unaongea na watoto wako ke zako mke wako, wako unaongea naye maneno ambayo ni heshima. Hata kama mtu mm. Uko hovyo ana hasira unatoa matusi nyumbani, lakini siku anakuja wageni unajidhibiti. Kwa nini? Unaogopa i wageni asikuona wewe unatamka una neno mbaya au unafanya vitendo mbaya mm. Ili unaheshimu hao asikuone unajilinda sana. Sasa huyu binadamu wewe unajilinda sana unakwepa sana kwake asikuone. hmm. Ha, hawezi kukunufisha na hawezi kukudhuru hmm. hana pepo na hana moto. bibi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amekumba wewe kuleta duniani hii akakumba neema yote, wallahi pumzi hii tunapata leo ni neema za tujuu. Unajua pumzishe Idrisa neema, siku wewe babako au wewe mwenyewe uko hospitali umekosa oksijini Unalipa mamilioni hela kwa ajili ya oksijeni, pumzi huna, mgonjwa wako, ujue kumbe Allah Subhanahu wa taala kubwa neema, watu waogope hmm. Mungu Subhanahu wa taala awache maasi, asimaasi Mungu, aache hmm, kula riba aache fitna aache pombe hmm, aache drugs aache kubeleka kufitinisha watu. Watu wengi hawaache dhana. Na walikuwa dhana tu

am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna an la anna la nasma'u sirra wa najwahum Mungu sio binadamu, anapanga mambo yao mm -hmm. ha mm -hmm. lakini hawajui kwa Mungu anaona na anajua, kwa bila Allah taala, kila muislamu mwanamke au mwanaume, kweli sisi hajukamilika, lazima tukosea, tutatareza lakini takio binadamu muislamu shamba nasaha mtu angobe Mungu usiangalie maasi yao, angalie maasi nani?